Bunge la Seneti la nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limeondoa kinga ya kushtakiwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila. Hatua ya seneti inafungua sasa njia kwa Kabila kufunguliwa mashtaka kwa kile jamhuri ya nchi hiyo ikiwa na haja ya kufanya hivyo. Kabila ambaye pia ni seneta wa kudumu katika bunge hilo anatuhumiwa kwa uhaini, uhalifu wa kivita na kuunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo liliteka miji mikuu mikubwa mashariki mwa Kongo mapema mwaka huu. Kwa jumla maseneta themanini na wanane walipiga kura ya kuunga mkono kushtakiwa kwake. Ni watano pekee waliopiga kura dhidi yake huku kura nyingine tatu zikibatilishwa. Josefu Kabila ambaye aliondoka nchini Kongo mwaka elfu mbili ishirini na tatu hakufika mbele ya Seneti kujitetea kabla ya kura hiyo kupitishwa. Kabila anakuwa mkuu wa kwanza wa nchi hiyo wa zamani kwa kushtakiwa kwa uhaini, uhalifu wa kivita na mashtaka yanayohusiana na hayo. Katika kutoa tafsiri ya kilichofanyika na taswira halisi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, nimezungumza na Hamduni Malesela, mfuatiliaji wa siasa za Kongo akiwa jijini Mwanza, Tanzania. Pamoja na mambo mengine, nimemuuliza hatua hii ina tafsiri gani kwa Kongo? Inavua joho la kificho, mgogoro unaoendelea kati ya makundi yaobeba silaha hasa pamoja na serikali ya Congo, kwa sababu watu wengi walikuwa nyuma ya kundi hili, lakini walikuwa waonekani likionekana zaidi kugwa mgogoro na Rwanda, lakini sio pamoja na watu wengine wa ndani ya Rwanda mini ya Kongo. Kwa hiyo ili jambo limedhihirisha sasa kwa nini kundi hili lilikuwa linaonekana kuwa na nguvu, lakini haikuishia hapa sana sana ni kwamba labda wafuatiliaji wafatiliaji, kwa sababu ilichoonekana zaidi ya miezi miwili nyuma au mitatu kwamba bwana Kabila alikuwa nyuma ya kundi hili na haswa ilipokamata mji wa Goma, baada ya wakamatak alikuja anaonekana kama na wanafanya mpango wa kuja, wanasema alikuja, yaani wananchi wale ambao walikuwa wamejitolea mbaoa, wanamgambo wa huku ambao walikuwa walikua wamejitolea kule na miji ya Kivu, mji wa Fisi na mingine e, kwamba wahakikisha kwamba wana- wana, wana wapigani na, na M23 wakiwahimiza hivyo, bwana Kabila kwamba wasipigane nao kwa wa, wa sababu na hawana sababu ya kupigana hata e, serikali ya Kinshasa inaonekana kutokutimiza mahitaji yao, kwa hiyo lazima watafute njia nyingine. Kwa hiyo inaweza kujulikana mapema, sasa pamoja na kwamba kulikuwa na upinzani dhidi ya rais Kabila, na lini bunge lenye wabunge wa vyama vingi wengi maseneta wengi wengi wako tofauti, lakini wanamuunga mkono katika hili na wamechukizwa na hali kama hii e, bwana Kabila, kuona anaungana na kila Sultani Makenga na wenzake ni jambo limaudi sana. Kwa hiyo ni ndio maana ikasema wamevua nguo, yaani limevuliwa nguo joo lile ambayo lilikuwa linawaficha watu ndani yake. Kwa hiyo hili ni jambo na linakuza mgogoro kwa ujumla wake, lakini pengine huenda sasa mgogoro huu ukapata mwafaka kwa sababu mwanzoni kulikuwa kujulikana nani yuko nyuma ya kundi hili na kina nani wapo. Sabada ya kujulikana, bila shaka inaweza ikaonekana dhahiri shahiri kwamba e, awanashughulikiwaje na e, linashughulikiwaje e, hilo kundi. Ikumbukwe kuwa Kabila ni miongoni mwa maraisi walioacha mizizi mikubwa sana madarakani licha ya kuondoka kwake, lakini ana ushawishi mkubwa kila eneo. Kwa mara nyingine, Hamduni anaeleza ikiwa kama Kongo inaweza kumshtaki Kabila ikiwa ushawishi wake bado ni mkubwa jeshini na serikalini. Ugo wanajua jisa kufanya. Uh, watu lazima wajue mamlaka ni jambo jingine bwana, sio mchezo. Wanajua ni kwa jinsi gani watu kama wanaamua kumuondolea kinga Mbona mbona ushawishi ucha au kuwepo katika kuzuia kuondolewa kinga yake e, lazima e, e, tujue na na wabunge hujue ana wabunge huyu bwana. Lakini sasa mbona, mbona wabunge wa chama chake wameshindwa kuzuia bunge kupitisha kwa wingi kura za kumwondolea kinga? Hilo la kwanza. La pili, jeshi ni mali ya nchi, si mali ya mtu. Kwa hiyo wale wote watakaoonekana pengine kuonekana kumwunga mkono wataondolewa mara moja e, wataondolewa mara moja na mchakato zaendelea kama inavyotakana e, na labda niseme kwamba ni wakati mwafaka wake kama kweli ana ushawishi wa jinsi hiyo kulifanya jeshi la Kongo li, liasi tuone hiyo. Tukiona uwasi ule na, na nchi inashindwa kutawalika kabisa kutoka Kinshasa e, hapo ndio tunaweza kuzungumza hivyo, lakini pamoja na ushawishi wake ambao kweli anao, lakini sioni ni kwa jinsi gani anaweza kuwachakushtakiwa tukianzia na bunge kumwondo ya kinga ili hali kuna wabunge wake wanamuunga mkono kadhalika. Lakini watu wa karibu wa Joseph Kabila na wafuasi wake wanasema kwamba bunge la seneti halina hadhi na mamlaka ya kuondoa kinga ya Kabila Kutoshita. Takiwa. Pamoja na mambo mengine aliyozungumza Hamduni Malesela, nimemuuliza ikiwa kama bunge hilo halina hadhi na mamlaka ya kuondoa kinga ya rais huyo wa zamani, je, ni kitu gani kinachoweza kufuatia kwa Kabila? Majibu ya Hamduni haya hapa. Kama maseneta wanaweza kuamua, siamini kama ni nchi ya watu wajinga mno kupita kiasi. Ni nchi ambayo watu wana elimu na mifumo yake, wanaelewa kabisa vizuri. Kwa hiyo wameona hiyo bunge ndoleni yake ya kumwondolea hadhi hiyo na la kama pengine hao e, wafasi wake wanaona haiwezekani, jambo hili sio sawa, na Kabila anajua jambo hili sio sawa, apeleke mawakili kwenye mahakama kuu ya Congo, eh, Supreme Court ya Congo aenda a, a, alalamike, apinge hiyo jambo na aonyeshe dhahiri kwamba e, e, bunge hili alina uwezo na alina mamlaka ile jurisdiction haipo ha, ha, ya kuweza kumondolea kinga, kama anaweza kufanya hivyo lakini kulwanika mitaani na, na na isaidi chote kama wameamua wanaweza wakamvua kweli, na itachukua ni utaratibu ule tu, na watakwenda mahakamani kumshtaki bila shaka hiye waje mawakili kama aweze kwenda yeye. Wakisha mishtaki onekane kwamba e, buga bu, lina uwezo wa kubondoshia kinga kuto kushitakiwa hapo litakuwa ni swala nyingine, lakini kwa sasa tunatakiwa tuendelee kuamini kwamba akaondolewa kinga, kwa hiyo anaweza kushtakiwa mpaka mm, hapo mahakama atakaposhtakiwa, itaka hukumu ukumu bila shaka. Jina langu ni Kulua Mwaijulu. Hii ni Msasa Midia, msasa kisasa zaidi.